Hadithi: Mbwajumwali, kati ya bahari na shida. Sehemu ya moja: hali ya sasa. Kijiji cha Mbwajumwali kipo Lamu Mashariki kikiwa kimezungukwa na bahari kwa pande nyingi. Kwa miaka mingi, bahari imekuwa pumzi ya maisha ya kijiji hiki. Kila asubuhi na jioni, wanawake walihesabu siku kwa midundo ya jahazi zilizokuwa zikisafiri kuingia na kutoka pwani. Wanaume walitoka kuvua na watoto walikimbia pwani wakisubiri mababa wao warudi na vyakula au hela. Lakini sasa taswira imebadilika. Pwani imejaa jahazi zilizolala bila kazi. Mitumbwi imesimama kimya, kamba zimeoza na watu wamesalia bila riziki. Mbwajumwali imekumbwa na butwaa, hali ya kukaa kimya kana kwamba pumzi ya kijiji imenyamazishwa. Kila mtu anapita dukani akishusha pumzi nzito, na wenye maduka nao wamechoka. Wanasema wazi, hatutoi deni tena kwa sababu wameshakopa sana. Hawajui tena kama watalipwa. Sehemu ya mbili: sababu za matatizo. Sababu kubwa ni moja i majongo ya baharini, sea kutumbas. Haya ndiyo yalikuwa uti wa mgongo wa kijiji. Wavuvi waliokuwa hodari walizama maji ya kina kirefu mara nyingi, wakihatarisha maisha yao ili kuokota majongo. Wengine walitembea kwenye mikoko na mchanga wakati maji yametoka, wakikusanya majongo kwa mikono yao. Usiku, vijana wenye ujasiri walizunguka baharini na taa ndogo kutafuta riziki. Lakini mnunuzi mkuu, bwana Athman Kishaka, ambaye kwa miaka mingi alinunua majongo haya, sasa ameacha. Alisema kwa huzuni, "Wenzangu, huko China majongo hayatakiwi tena, sijui kwa nini, lakini soko limekufa." Maneno haya yalitupwa kama jiwe kwenye maji, moyo wa kijiji ukazama. Bila soko, bila mnunuzi, hakuna hela. Kwa sababu kubwa ya kutegemea majongo, watu wa Mbwajumwali hawakujifunza uvuvi wa samaki, wengine hawakujifunza kazi nyingine za mikono wengi hawana mashamba na wachache wanaovuka bahari kwenda Kiangui kulima mahindi, matikiti, mayungu na mtita hawafiki hata sabini. Hata wavuvi wakaa hawafiki watu ishirini. Sehemu ya tatu: maisha ya kijiji. Hali imekuwa ngumu sana. Mashua na jahazi zimekaa pwani bila kazi. Vijana waliokuwa wakipata hela nyingi sasa wanazunguka mitaani bila matumaini. Wazee wanakumbuka enzi za ustawi na wanashika vichwa vyao. Katika kikao cha jioni pale baraza la pwani, watu walijadili. Ali Mwinyi, mzee wa kijiji, alisema, "Tulijifanya tunajua bahari zaidi ya kazi nyingine. Sasa bahari imetugeuka. Tumeachwa mikono mitupu." Fatuma binti Juma, mama mchuuzi, alilalamika, "Duka langu limekauka." Nimewapa watu vyakula kwa deni, sasa sina hata mtaji wa kununua unga. Nitaishije mimi na watoto? Salim Omari, kijana mvuvi, aliongeza he. Tukiwa vijana tumepotea, hatuna kazi, hatuna ndoto, tunahitaji njia mpya ya kuishi. Kilio cha kijiji kiliunganishwa na kimya cha usiku, na kila mtu akabaki akiulizana tutakula nini kesho. Sehemu ya nne hii, suluhisho na matumaini. Lakini pale baraza, mzee mmoja alisimama, ii, Mzee Juma wa Kiangwi, akasema kwa sauti thabiti hii. shida yetu siyo bahari, shida yetu ni kutegemea kitu kimoja. dunia hubadilika. kama China hawataki majongo, basi tusisubiri tena. wacha tuanze mambo mengine. watu wakamwangalia kwa makini. akaendelea hii. Moja, kilimoe vijana waende Kiangwi kwa makundi makubwa, waanze kulima kwa mashamba ya pamoja. Maeneo bado yapo, mvua za msimu huja. Wakulima wachache walioko sasa wanaweza kuwa walimu wa wengine. Mbili, uvuvi wa samaki wengine. i Mbwajumwali iko baharini, samaki bado wapo. Vijana wafundishwe kutumia nyavu na mitego ya samaki, siyo majongo tu Tatu, ufundi na kazi ndogo. E, vijana wafundishwe useremala, ushonaji nyavu na kazi nyingine. Hizi ni kazi zinazoweza kufanyika kijijini bila kusafiri mbali. Nne, vyama vya ushirika he, wanawake waunganishe nguvu, waanze vikundi vya kuwekeza, kuzungusha hela ndogo ndogo. Hii itasaidia hata maduka kurudi kuwa na biashara. Tano, kuzungumza na serikali, kikijiji kipeleke kilio chao labda msaada wa mikopo midogo au mafunzo ya ufugaji wa samaki na kaa unaweza kutolewa. Maneno haya yalileta nuru. Fatuma binti Juma akasema, kama tutashirikiana, basi tutarudi tena kusimama. hatutakubali kijiji cha Mbwajumwali kifutike. Na kijana Salim Omari akakubaliana, mzee, uko sahihi. Tumejua sasa siyo bahari pekee inayotupa riziki, ni akili zetu na mshikamano wetu. Hitimisho. Kijiji cha Mbwajumwali kimepita kwenye giza zito la kiuchumi baada ya soko la majongo kupotea. Lakini kupitia mijadala, mshikamano na kujaribu njia mpya za maisha, ei kilimo, uvuvi mwingine, kazi ndogo ndogo, ei kijiji kinaweza kupata mwanga mpya. Mbwajumwali sasa iko kwenye ukurasa mpya wa historia yake. Watu wanajifunza kwamba riziki haipo tu kwenye kitu kimoja bali iko pale ambapo kuna bidii.